Nafurahi kwa soko hili kuwa vizuri kwa awamu kwa ya kwanza ile, kweli kulikuwa sio vizuri sana, lakini kwa sasa hivi wameliboresha vizuri, ila kasoro iko kidogo manake, sehemu sehemu ya kule dampo wamejenga kile kinanii, ni kidogo sana. Eh pale livijo watuboreshe tena, yaani waweke kikubwa kidogo palikopa apajajengwa vizuri kwa, kwa kweli. Ila kwa saizi ni kweli kuvipako vizuri havikuwepo, kwa kweli. Saizi wametuboresha vizuri yaani, vitu vyote vinakaa ndani. Si ikifika tu jioni, basi tunarudi vyote, tunaweka ndani. Mimi nikiitwa Epifani ya Njovu, yeah. Nikiwa katika soko la Namihoro ni mjasiriamali fulani okay. Hali ilipokuwa siku ya nyuma, sasa hivi kidogo soko letu kwa kweli zamani na sasa ime kidogo saa hizi limeinuka kidogo, mm. E, tunaendelea vizuri. Mwanzoni kulikuwa na changamoto ipi na sasa hivi imeanza kufanywa kazi? E, yani mwanzoni ilikuwa soko sio zuri zaidi, tulikuwa tunapangapanga tu uwanjani E, na sasa hivi tunaona kwamba mnani wafadhili wametusaidia hapa e, Samia au Jenista naye kasimamia e, naona kafanya mambo mazuri na, naona, na kwanza nawapongeza kwanza kwa hilo wao wasimamizi wa TASAF nawapongeza nao kwa kweli wametusaidia vya kutosha. Utaratibu wa kuweka e, vyombo hapa ni mzuri sana kwa sababu kubebesha kwenda nyumbani kwa kweli ni mbali uweze ukatoa na vitu vyako kutoka hapa mpaka nyumbani, pengine mbali zaidi kilomita moja, ubebe vitu kichwani hutaweza. e, ni bora zaidi wanivyotuwekea hivi vizimba, tunafungia ndani neno langu kwangu. Na kwa kweli naona aheri, waendelee kutuboresha e, sisi tupo tayari kuwaongezea angalau miaka mitano tena mbele naona wataweza kufanya makubwa zaidi. Alafu akituangalia kama wazee hivi watu, kidogo watuinue mtaji wa, wa kuongezea hapo nyu, nani gengeni kwa majina anaitwa Gerard Nyuni. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeweza kukaa kwenye soko hili ambalo nini? Tumetoka kwenye soko ambalo lilikuwa na changamoto. Sasa leo serikali imeshatuwekea soko limeshakuwa vizuri. Kwa hiyo hata masika inavyokuja inatukuta tupo ndani mzuri mbona, biashara zinaenda na mambo yote yanaenda. Kwa hiyo hamna shida yote ya kusema changamoto. Labda ni changamoto tu kama saizi masika inavyokuja biashara inakuwa tuna changamoto lakini inahitaji nini, uvumilivu. Kwa hilo namshukuru Mwenyezi Mungu. <laughs> Tunaendelea kufanya biashara mdogo mdogo. Uh, kwa majina anaitwa Abduru Yusufu Mlaka. Ah, uh, kwanza tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa hiki jengo lilotujengea vizuri. Sababu ame ya kwanza tulikuwa tunafanyia kwenye mibanda kule, tulikuwa naloha sana mvua. Sasa hizi so, tulipopata jengo hili namshukuru sana mheshimiwa Rais. Yaani tulipopata jengo kuna manufaa mengi tunayaona. mm. okay. ni... changamoto, changamoto... kikubwa zaidi ni tuseme, tunamwomba mheshimiwa Rais sababu wengine hapo tunajua mitaji yetu hapa mm. taji ni midogo, naomba atuwezeshe ili tuendelee kudumisha hili jengo, kufanya biashara. Okay, ah, tasamu mimi nawapongeza sana na nawashukuru washukuru mara mm. waliona kilio chetu cha soko hili mm. na wakatufanyia msaada kupata ile soko, tunawashukuru sana. Hali ya usalama iko vizuri kwa sababu tuna hivi vitu vyote vya juu hivi vinatoka vinaenda vinenda ndani na tunafunga, eh, usalama uko vizuri tu.